Mjambo wanafunzi? Maraba, keti? Okay, katika somo lilopita tulizungumzia kuhusu nini? Bendera. Katika somo lilopita tulizungumzia kuhusu nini? Bendera. Bendera na bendera ya nchi yetu ina rangi ngapi? Bendera ina rangi rangi nne. Rangi ya kwanza ni gani? Unainua mkono tafadhali. Rangi ya kwanza ni, rangi ya kwanza ni nyeusi. Nyeusi inaonyesha nini ama inamaanisha nini ama inadhihirisha nini? Nyeusi inaonyesha ngozi nyeusi inaonyesha ngo ngozi ya Mwafrika, ngozi ya Mwafrika. Rangi ya pili ya bendera yetu ni nyeu, rangi ya pili ni nyeupe. Rangi nyeupe inaonyesha nini? Inaonyesha amani. Rangi nyeupe inaonyesha amani. Rangi ya tatu ya bendera yetu ni gani? Rangi ya tatu, rangi ya tatu ni nyekundu. Rangi ya tatu ni nyekundu. Nyekundu inaonyesha nini? Rangi nyekundu inaonyesha nini? Rangi nyekundu inaonyesha damu tuliyoilipia wakati tulipokuwa tunapigania uhu, uhuru wa nchi yetu. Alafu rangi ya mwisho, rangi ya mwisho ni kijani. Rangi ya mwisho ni kijani, inaonyesha nini? Rangi ya kijani inaonyesha nini? Inaonyesha ardhi, inaonyesha inaonyesha ardhi. Hiyo inaonyesha kuwa ardhi yetu ni yenye rutuba. Ardhi yetu ni yenye rutuba ardhi yetu, tuna, tunaweza tukafanya ukulima katika ardhi yetu kwa sababu tuna mvua. Alafu tuna ardhi yetu ina rutu ina rutuba. Basi somo la leo tutaangalia, tutaangalia ngeli ya lia, ngeli ya lia. Nasema kuwa ngeli ya lia huchukua ama, nomino zilizo katika ngeli ya lia, nomino au majina yaliyo katika ngeli ya LI-YA huchukua kiambishi huchukua kiambishi kipi? Katika umoja huchukua kiambishi li katika umoja, huchukua kiambishi li katika umoja, na katika wingi huchukua kiambishi huchukua kiambishi? Ya. Kwa mfano kwa mfano, ni nani atakayeweza kututungia sentensi kwa kutumia atutungie sentensi katika umoja kwa kutumia neno goti, nani atakayeweza kututungia sentensi kwa kutumia nomino ama jina goti katika umoja? Tunga sentensi kwa kutumia nomino goti. Nani atakayejaribu? Goti, goti lake limevunjika. Goti lake limevunjika goti lake limevunjika. Badilisha hiyo sentensi katika hali ya wingi. goti lake limevunjika itakuwa goti magoti, magoti yao yamevunjika. Magoti yao yamevunjika. Haya, kuonyesha kuwa goti lake limevunjika, hiyo li katika wingi inabadilika inakuwa inabadilika inakuwa ya yeah. Haya, kanisomee hapa ubaoni, ngeli ya LI-YA ina majina ya i ya, ya, ya. ya sehemu za vitu na matunda. Matunda, sehemu za mwili ni kama vile goti, si ndio? Bega, shavu, hizo ni sehemu za za mwili hata meno ni sehemu za mwili, zinapatikana katika ngeli ya LIA. Vitu vitu kama vile vitu kama vile zinazopatikana katika ngeli ya LIA ni kama vitu gani? Ni kama vile ua vile kongole, nyingine yai. Kitu kingine ni kama vile shavu, hiyo ni sehemu ya mwili, lakini pia inapatikana katika ngeli ya LIA. Nyingine shamba, hata dirisha pia inapatikana katika ngeli ya katika ngeli ya LI-YA. Wameongeza kuwa pia matunda, matu matunda, baadhi baadhi ya matunda, majina ya matunda pia yanapatikana katika ngeli ya katika ngeli ya LI-YA. Ni kama vile baadhi ya matunda, baadhi ya matunda, tunaweza tukasema embe Kongole kabisa, mpigie makofi <coughs> mwingine. Embe napatikana katika ngeli ya LI-YA. Jina lingine, tunda lingine ha? Nanasi, nanasi. Tunda lingine la mwisho, ulimi sio tunda, ndizi. Kongole, mpigie makofi alafu na hata chungwa hata chu hata chungwa hupatikana katika ngeli ya LI-YA. Haya, Nipe mifano, nipe mifano ya majina kwa ujumla yanayopatikana katika ngeli ya LI-YA. Majina, majina ama nomino zinazopatikana katika ngeli ya LI-YA ni kama vile, ni kama vile gari. Kongole. Mwingine, inua mkono. Tuko na gari Eh? Jani, kwa sauti. Jembe, shamba, kongole eh? Tawi, goti, kwa sauti eh? Anasema nini? Mandazi. Aha, kongole. Ma? Makaratasi. Madarasa, kongole. Tuko na kochi. Kochi pia hupatikana katika ngeli ya katika ngeli ya LI-YA. Alafu hizo ni baadhi ya nomino, hizo ni baadhi ya nomino. Basi tuangalie mifano katika sentensi, mifano katika sentensi, mifano katika sentensi. Pale unapewa uh, unaweza ukapatana na nomino wanakuuliza hiyo nomino inapatikana katika ngeli ipi? Utafanyaje? Unachukua hiyo nomino unaitungia sendenzi katika hali ya umoja na una, unaibadilisha katika hali ya, wi, ya wingi na unabaini hiyo nomino inapatikana katika ngeli ipi. Lakini hapa hivi tunazingatia ngeli ya LI-YA. Basi nimekupa, nimekupa nomino bega. Tunga tumia nomino bega kutunga sendenzi katika hali ya umoja Tumia nomino bega kutunga sentensi katika hali ya umoja. bega, bega limeumia. Katika wingi, kongole. Katika wingi, badilisha hiyo sentensi katika hali ya wingi. Mabega yameumia, mabega yameumia. Wapigie wale makofi. Mfano mfano wa pili, mfano wa pili, nakupa nomino duka, nakupa nomino duka. Tunga sentensi kwa kutumia nomino duka katika umoja. Mvulana? Tunga sentensi katika hali ya umoja. Maduka? Ni duka lime duka limefunguliwa, duka limefunguliwa. Badilisha hiyo sentensi katika hali ya wingi kwa sauti. Maduka yamefunguliwa. Wapigie makofi. Haya, nawapa nawapa nomino nyingine ya tatu. Nomino ya tatu ni zulia, zulia, zulia. Tunga sendenzi kwa kutumia zulia katika hali ya umoja. Zulia limesafishwa, zulia. Kabadilisha hiyo sendenzi katika hali ya wingi, msichana. Mazulia yamesafishwa, mazulia. Basi kiambishi li katika umoja, katika wingi kina, lina, a, kinabadilika kuwa ya, yeah. Kiambishi li katika umoja, katika wingi kinabadilika, kinakuwa ya, yeah. Basi inakuwa mazulia yamesafishwa me? Ya, nikupe, nikupe nomino ya mwisho, shamba. Nomino ya mwisho, tunga sentensi kwa kutumia shamba katika hali ya umoja. <coughs> shamba eti, shamba lile litalimwa. Shamba lile, shamba lile litalimwa. Badilisha hiyo sentensi katika hali ya wingi. Ah, ka, ya, katika hali ya wingi, mashamba yale yatalimwa. Mashamba yale yatalimwa. Haya, mwisho Daraja. Mwisho ni daraja. Tunga sentensi katika hali ya umoja kwa kutumia nomino daraja. Daraja limejengwa. Katika wingi, mvulana, katika wingi, katika wingi mwingine atakayejaribu, katika hali ya wingi. Katika umoja ni daraja limejengwa, daraja limejengwa. Katika wingi itakuwa madaraja yanajengwa. madaraja